Matukio ya ukatili bado imeendelea kuwa changamoto kubwa katika jamii yetu huku sababu zikitajwa ni pamoja na migogoro baina ya wanandoa, imani za kishirikina, wivu wa kimapenzi na kulipa kisasi. Makala hii imeangazia matukio haya katika mkoa wa Tabora ambapo takwimu zinaonesha kuwa katika kipindi cha miezi sita kuanzia Januari hadi Juni mwaka huu kumekuwa na matukio ya ukatili 188 na kati ya hayo matukio ya kubaka ni 41, na, na ulawiti ni matukio takribani 12. Inaelezwa kuwa wahanga wakubwa wa matukio ya ukatili ni wanawake na watoto, ambapo kwa mujibu wa Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACACP Richard Yabwao, asilimia 75 ya matukio haya ya ukatili yamehusisha wanawake na watoto. Kwa taarifa za matukio ya katili yaliyoripotiwa kwa kipindi cha miezi sita iliyopita Januari hadi Juni kwa mwaka 2025 kwa mkoa wetu wa Tabora, kuna jumla ya makosa 188 yaliyoripotiwa yakijumuisha matukio ya, ya kubaka 41, makosa ya kulawiti kumi na mbili, makosa ya shambulio la aibu kumi na tatu, shambulio la kudhuru mwili makosa 13, shambulio la kawaida makosa 57, kudhini na maalim kosa moja kumtorosha mwanafunzi makosa matano kumpa mimba mwanafunzi makosa matano ndoa za utotoni kosa moja kujeruhi makosa ishirini na sita wizi wa mtoto kosa moja kutelekeza familia makosa kumi na tatu Ni wazi kwamba matukio haya ya ukatili hasa kwa watoto yamekuwa ni kizingiti katika kutimiza ndoto zao, ingawa pale jamii inaposimama kuwatetea wanaweza kuvuka kikwazo hiki. Leo nimemtembelea binti mmoja mwenye umri wa miaka 18 ambaye jina lake tunalihifadhi, mkazi wa kata ya ng'ambo hapa manispaa ya Tabora. Maisha ya binti huyu ni mfano hai wa nguvu ya ustahimilivu, licha ya machungu aliyopitia, bado anaendelea kupambania ndoto zake. Miaka minne iliyopita binti huyu akiwa na umri wa miaka kumi na nne alifanyiwa kitendo cha ukatili na babu yake, hali iliyosababisha akapata ujauzito akiwa mwanafunzi wa darasa la sita, hivyo kumlazimu kukatisha masomo. Ule babu alitengeneza madawa, akanibaka mpaka nikabeba ujauzito. Nilivyobeba ujauzito, ndo mama akanifata kule, akanirudisha nyumbani. Mama akagundua akanipeleka hospitali kwenda kupima, akakuta nina ujauzito. Mama wa binti huyu anasema hakudhani kabisa kama mzee yule aliyemwamini angeweza kuwa msumari wa moto kwa mjukuu wake. Kwa nia njema alimpeleka mtoto wake ili akapatiwe wa matibabu na babu yake ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji. Mdogo wake na huyu binti yangu alipata tatizo, alianguka akawa mefyatuka mfuka wa shingo, nikawa nimemwomba yule mzee anisaidie kumshughulikia, lakini akasema kwamba kwa peke yake sintaweza, kwa tunaomba aje ndugu yake wakuweza kumshika ili ninapomsaidia kunyenyua ule mfupa ushike mahali pake, huwa unauma sana. Kwa hiyo akimshika yeye kidogo inakuwa nafuu. Ikabidi tu ilazimike yule binti aende pale, kwa sababu ilikuwa ni karibu na shule. Nikawa nimeandaa vifaa vya shule vyote nikampa. Baada ya hapo, akawa anamtengenezea madawa, anamtengenezea madawa. Kumbe alikuwa na nia yake mbaya, mimi sikuijua, ya kuwa amembaka kwa njia hiyo mpaka ikafikia ujauzito. Hii haikuwa rahisi kabisa kwa binti huyu mdogo. Hali yangu ya ujauzito nilikuwa naenda hivyo hivyo, naendelea vizuri, mama anahangaika, nikajifungua. Baada ya mama kugundua kuwa binti yake ni mjamzito, hakukaa kimya, aliamua kupambania haki ya binti yake. Vielelezo vyote vilionekana na vipimo vikapimwa. Kwenye, kwa mtoto kwenda kwa mama vikaonekana, yule mzee, ile ni damu yake. Ndipo nikajua kabisa kweli serikali ipo kwa wahitaji wa kuweza kuitumia serikali. Kweli mimi sikufa moyo, nilifuatilia mwanzo mwisho kesi ya mwanangu. Mzee huyo alihukumiwa miaka thelathini. Baada ya mwezi mmoja na nusu akakata rufaa. Katika kukata rufaa, akatoa kesi mahakama ya wilaya, akapeleka mahakama kuu, mahakama kuu kule Akawa akapigwa maisha, baada ya kujulikana kabisa kwamba sasa ile damu ni ya kwake, japo alikataa yeye mwenyewe. Safari ya kulea mtoto na mjukuu ikaanza. Lakini pamoja na yote haya, mama huyu alijua kuwa mapambano ya kweli yanaanzia ndani ya familia. Hata pale kila kitu kilionekana kupotea, alipambana kuhakikisha anarejesha tabasamu la binti yake. Hapo ndipo wadau wengine walipojitokeza kumshika mkono. Napambana kwa njia moja au nyingine, ili kuweza kukidhi mahitaji ya binti yangu pamoja na mjukuu. Japo ni ya shida, maisha ni magumu, lakini nashukuru Mungu, ninachokipata ndicho Mungu anachokuwa akanipangia. Nikabahatika nikapata kituo cha Compassion, mpaka sasa ndipo mjukuu wangu anaposomea. Giza linapoingia, mwanga wa matumaini unazaliwa. Ndoto kubwa ya binti huyu alitamani awe mbunifu wa mitindo ya mavazi. Taasisi ya Wanawake na Samia ikaona ni vyema kumshika mkono ili ndoto yake timie. Bi Joseph Nimbaga ni, ni mwenyekiti wa taasisi ya Wanawake na Samia mkoa wa Tabora. Tukamtafuta kulingana na changamoto aliyoipata siku za nyuma, tukamsogeza karibu, tukamuondoa wasiwasi, tukamfanya aweze kujisikia kwamba na yeye ni binti anayefaa na ni binti ambaye anaweza kupambania ndoto zake. Tunasema atatimizaje ndoto zake baada ya kujifunza ushonaji. Tuna mpango wa kuwakusanya mabinti kuanzia watano mpaka kumi, tuwaweze kuweka pamoja waweze kuunda kikundi kupata mkopo wa asilimia kumi ambao umetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Pamoja na hayo, anawezaje sasa kuwa fundi mkubwa, kuwa fundi na anayejulikana na jina lake tunawaita pamoja. Pamoja na kwamba kujiunga kwenye kikundi, tunaunganisha ili waweze kujiunga katika mfumo wa wa nesti nesti. Katika mfumo wa nesti watapata tenda nyingi kule na wataweza kujikomboa kiuchumi kama mabinti, kama wanawake. Ni wazi kwamba matukio haya ya ukatili yanaweza kukomeshwa endapo tu jamii ikiamka na kutoa ushirikiano, kwa kuwa inaelezwa miongoni mwa changamoto zinazokwamisha kushughulikiwa kwa matukio ya ukatili ni pamoja na rushwa ndugu kuamua kukaa mezani kutatua changamoto wenyewe kwa wenyewe, kwamba mtoa ushahidi ana hali ngumu ya maisha. Kwa hiyo kutoka kule anakoishi kuja mahakama ziko mjini kuja kutoa ushahidi anashindwa, kipato hana, kwa hiyo inamgharimu safari za kutoka kule. Kwa hiyo, wengine, na kuja huku, kwa hiyo wengine wanakata tamaa, na na lingine ni vitendo vya rushwa kwamba muhusika aliyefanyia kile kitendo jamii inamrubuni ama inamwahidi kumpa zawadi yoyote, kwamba asije kutoa ushahidi, ama wanasema ile kumalizana wao kwa wao, kwama kwa kwa wanalipana, unakuta mwingine wanapeana faini za uko ambazo sio rasmi, wanapeana faini. Kwa hiyo akishapewa hiyo, mzazi ama muhusika asije kutoa ushahidi. Wito wangu ni kwamba jamii endelee kushirikiana na jeshi la polisi hususani kitengo hiki cha dawati kuhakikisha kwamba tunapata taarifa za matukio ya ukatili na taarifa zitolewe kwa wakati. Hii itasaidia upelelezi ufanyike kwa kina na kupata ushahidi wa kutosha. Baada ya hapo ndugu jamaa wanaohusika na, na matendo haya ya ukatili ni vyema mashahidi hawa wakatusaidia kufika mahakamani wanapohitajika na kutoa ushahidi kwenye kesi zetu ili kuhakikisha kwamba kesi zetu zinapata mafanikio. Watuhumiwa wa makosa ya ukatili, ushahidi uweze kuthibitika bila kuacha mashaka yoyote, na waweze kuadhibiwa. Wanapoadhibiwa watu wanaotenda matendo ya ukatili, itasaidia kuwa fundisho kwa jamii ya watu wengine, kuona kwamba kumbe ukifanya hivi utafikishwa mahakamani na utapewa adhabu. Katika harakati za kupambana na ukatili hasa kwa watoto, ingawa changamoto ni nyingi, bado kuna matumaini. Kwa kushirikiana kutoa msaada na kutokufumbia macho vitendo hivyo, tunaweza kuhakikishia watoto wetu kesho iliyo bora na salama. Mimi ni Pendo Salu na hii ni Channel Teni.